Kwanza, kwa jina la Mwenyezi Mungu tunaanza jambo hili, ambaye ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, na kila sifa njema zinamstahiki ya yeye Mwenyezi Mungu, bila kusahau kumtakia rehma, salama na amani kipenzi wetu, mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wasalam wabaadi. Kwa jina naitwa Mashaka Nassor Kakulukulu, ni shekhe wa mkoa wetu huu wa Katavi. Alhamdulillah, leo hii katika kipindi hiki cha siku ya Ijumaa, mawaidha ya siku ya Ijumaa, tumependelea kuja kuzungumza na wasikilizaji wetu wa 97.0 Mpanda FM tukiwa tumeambatana na katibu wetu wa mkoa Ustadh Hashim Islam Rafael, tukiwa na lengo la kuja kuzungumza yale ambayo yatakuwa na maslahi katika dini yetu, pia na dunia yetu. katika kipindi cha mawaidha ya dini ya Kiislamu, yanatolewa mafundisho mbalimbali yanayohusu dini ya Uislamu, ambayo kimsingi yanakuwa ndiyo mafundisho yanayoiendea jamii kwa ujumla wake. Na leo anwani ya mada tutakayokuwa tumeiwasilisha katika kipindi hiki itakuwa inazungumzia Uislamu na jamii. Uislamu na jamii ndiyo mada tutakayokuwa tunazungumza kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika sura ya tatu aya katika sura ya tano aya ya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nemati wa raditu lakum al-islamu dina, yaani leo tumekukamilishieni dini yenu. Anakusudia ule mfumo ambao Mwenyezi Mungu aliufuma kutuletea sisi wanadamu kuwa mfumo ule ni mfumo uliokamilika na nimekutimizieni neema zangu, kwa maana ya kwamba neema ambazo Mungu ametupa ni nyingi, ikiwemo neema ya afya eh, neema ya mvua, neema ya jua, neema ya mazao na kadhalika na kadhalika. Hivyo vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema amevikamilisha, amevitimiliza na akasema waradhitu lakumul Islam dina, na nimekuridhieni kwamba mfumo ambao nyinyi mtakaoishi nao mkiwa hapo ulimwenguni mtumie mfumo wa Uislamu. Sasa maneno yake ya awali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema mfumo huo umekamilika, na kweli haiyumkiniki Mungu ambaye ameutengeneza mfumo tutakaoutumia hapa ulimwenguni katika maisha yetu ya kila siku, ukawa mfumo huo ni pungufu. Kwa vyovyote vile, mfumo ambao ameufuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mfumo huo akatuletea hapa duniani utakuwa ni mfumo uliokamilika. Tukisema ni mfumo uliokamilika maana yake ni kuwa hakuna jambo lolote liwe ni la kiibada au ni la kijamii litakuwa lina mapungufu. Katika mambo ya kiibada ameweka ukamilifu katika utaratibu wake na katika mambo ya kijamii pia ameweka ukamilifu katika utaratibu wake. Na mfumo huu umegawika sehemu mbili, kama ambavyo wanachuoni wanaeleza na kama ambavyo vitabu vingi vya sheria vimewekwa katika mpangilio huo ni kuwa mfumo aliotuletea Mungu una sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu inayohusiana na maswala ya ibada, ibada mbalimbali mbali, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatulazimisha kuzifanya na akatuahidi kwamba tukifanya ibada hizo atatulipa thawabu, atatulipa thawabu, thawabu ambazo zitatupelekea sisi kupata radhi zake na hatimaye siku ya mwisho kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao tutakaoingia katika pepo yake. Lakini aina ya pili ni masuala ya kijamii. Kwa hiyo tuna aina mbili za utekelezaji wa mfumo huu ambao Mwenyezi Mungu katufumia ambao amesema katika sura ya kumi na tisa, e sura ya tatu aya kumi na tisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akasema inna dina inda Allahi l-Islam, kwa hakika si vinginevyo mfumo unaokubalika mbele ya Mungu ni mfumo wa Uislamu. sasa mfumo huu kama tulivyotangulia kusema unagawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni masuala ya ibada, sehemu ya pili ni masuala ya kijamii. Na kama mtu atajaribu kufuatilia, atagundua kwamba mfumo wa ibada umebeba sehemu ndogo sana, yani sehemu ndogo sana ya utekelezaji wa mfumo huu na mfumo huu wa masuala ya kijamii umebeba sehemu kubwa sana ya mfumo huu. Sasa hapa lazima tutoe mifano itakayoeleweka. Kwa mfano ibada ya swala kila siku yule anayetekeleza ibada ya swala kama ataswali vipindi vitano na akatumia dakika tano katika kila kipindi atakuwa ametumia dakika ishirini na tano kumwabudu mola wake na kama atakuwa mtulivu zaidi kwenye ibada ya swala akatumia dakika kumi atakuwa ametumia dakika hamsini katika vipindi vyote, yani kwa muda wa masaa ishirini na nne atakuwa ametumia dakika hamsini peke yake, hata saa moja maana yake halijafika katika kutekeleza ibada hiyo ya swala. Kwa hiyo utaona kwamba anayetekeleza ibada ya swala kila siku ana muda mdogo sana wa kumwabudu mola wake, tofauti na masuala yale anayoyatekeleza katika jamii yake. Tukija kwenye funga, katika funga kwa mwaka, yani miezi kumi na miwili tunafunga mwezi mmoja ndio walazima, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani someka kama qura ah. yani kura. Kwa hiyo kura ni neno la Kiarabu, neno ambalo sasa linatumika kwenye lugha yetu ya Kiswahili sanifu kabisa. Lakini kupiga kura maana yake ni kuwa kuna pande mbili au watu wawili au vitu viwili ambavyo inatakikana kimoja ndiyo kiwepo. Sasa ili kipatikane kile kimoja, unafanyeje? maana yake kura hapo ndiyo itakayoamua ni nani ambaye anafaa au ni kipi ambacho kinachotakikana. Watu wanapokuwa wanatafuta nafasi za uongozi, hawawezi watu wote kuwa viongozi katika jamii. Lazima apatikane mmoja ndiyo aongoze, awe kiongozi wa jamii ile. Kwa hiyo yule mmoja anayepatikana ndiye atakayekuwa na dhamana ya kuwaongoza wenzake katika jamii. Sasa tunampataje? Ikiwa kila huyo anataka yeye awe kiongozi, tutampata kwa kupiga kura, na ndivyo hivyo ilivyokuwa hata kipindi cha nyuma, karne zilizopita, zama za manabii na mitume waliopita. Suala la kura lilikuwa likitumika kwa ajili ya kumpata mtu ambaye wanahisi anatakiwa atumike na jamii husika. Na hapa nitatoa mifano miwili mitatu. Mfano wa kwanza ni upatikanaji wa mlezi aliyemlea mama yake Isa mwana wa Maryam ambaye anaitwa Maryam. Ni nani aliyekuwa anatakiwa amlee Mariam? Alikuwa na ndugu wengi na kila ndugu alikuwa anataka amlee mlee, lakini pia na pia Mariam alikuwa yeye ni mtoto wa kike ambaye amezaliwa na ana Yaani kwenye Kiarabu tunamwita Hanna lakini katika lugha ya sasa ndiyo tunamwita Ana. Sasa Ana alivyomzaa Mariam, Ana alifariki. Mariam akawa ni mtoto ambaye anatakiwa alelewe kwenye mji, kama ilivyo kwamba mzazi akishafariki au wazazi wakishafariki fariki. Manake Ana mumewe alikuwa Imran, mzee Imran yeye akafariki na Ana akafariki. Kwa hiyo mtoto yule ambaye ni Maryam akatakiwa alelewe na mtu ambaye atakayemlea. Sasa kila mtu alikuwa anatamani amlee, kwa sababu mtoto huyu Maryam alikuwa amepatikana e, hali ya kuwa mama yake mama Ana alikuwa amekwisha muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kwamba ni mzee mtoto atakayekuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu atakayemtumikia Mungu katika wakati wote wa maisha yake. Na alikuwa amemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azae mtoto wa kiume, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mtoto wa kike ambaye alimwita jina la Maryam, kwa hiyo Mariam, Mama Ana akawa amekubaliana na hali kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kesha mkadiria kumpa mtoto wa kiume. Kwa akawa amekubaliana na ile hali ya kumpata huyo mtoto wa kike ambaye pamoja na yeye kuomba apewe mtoto wa kiume, na akajifungua mtoto wa kike, akakubaliana na ile hali basi ndipo sasa akamwita Mariam. Nini maana ya jina Mariam? Maana ya jina Mariam ni mtu aliyewekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ndiyo maana ya jina Mariam. Kwa hiyo sasa, kila mmoja akawa anataka amlee Mariam. Ndiyo hapo sasa ikaonekana wapige kura. Kura zilizopigwa zilikuwa ni kura za vijiti vibua, kuweka kwenye maji, na ikasemwa kwamba yeyote ambaye kibua chake kitazama ndani ya maji ndiye atakayekuwa ameibuka mshindi wa kumlea Mariamu. Na kiasili kibua hakina uwezo wa kuzama ndani ya maji, kibua kikiwekwa ndani ya maji huelea juu, hakiwezi kuzama. Kwa hiyo huo ndio ukawa mtihani wao kwamba yeyote atakaye at, kura zipigwe, kila mtu ashike kibua kama ballot paper ili aweke ndani ya maji ikiwa e, ki, nani kibua kile kitazama ndani ya maji basi hapo ndipo huyo mtu atakibuka mshindi na atamlea Maryam. Miongoni mwa walioingia kwenye kinyang'anyiro hicho alikuwa ni Mzee Zakaria, ambaye Mzee Zakaria mwanaye ni Yahya. Mzee Zakaria akaingia kwenye kinyang'anyiro hicho kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikuwa amekwisha mwandaa mtu wa kumlea Maryamu, anajua lakini akawaachia wao wenyewe watumie demokrasia yao, ilhali Mwenyezi Mungu amekwishamchagua mtu ambaye anatakiwa amlee Maryamu. Na hapa, nataka nielezee kidogo kwamba yoyote ambaye anakuwa kiongozi, ieleweke kwamba Mungu anakuwa amekwishamchagua wanadamu hapa duniani wanatekeleza wajibu wao tu, lakini Mungu anakuwa kiongozi amekushamchagua, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa amekushamchagua mzee Zakaria ndiyo amlee Maryam, lakini akaamua Mwenyezi Mungu alitupia jambo hilo kwenye jamii yake, ili huyo Zakaria asija akalaumika baadaye kwamba yeye kamchukua Maryam kwa nguvu kumlea, ilhali watu wengine walikuwa na uwezo wa kumlea. Kwa hiyo ikatumika demokrasia hiyo, Maryam akawa amelelewa na mzee Zakaria kwa sababu mzee Zakaria aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha upigaji wa kura, na mzee Zakaria akawa amemlea Maryam. Sasa, haya mambo tunayapata wapi? Kwa wale wanaosoma vitabu vya Mungu waende wakapitie Suratu Al-Imran Kuanzia aa aya ya 31, aya ya 32, aya ya 33, aya ya 34, aya ya 35 mpaka aya ya 37. Haya, haya, haya, haya niliyoyazungumza yote ya ruksa ya watu kupiga kura kupitia historia ya mzee Zakaria alipochaguliwa yeye kumlea Maryam kwa kupiga kura kutumia vibua.